Nam, karibu kwenye Gumzo Updates na hivi leo tunakuletea tamko ambalo limetolewa na ofisi ya haki za binadamu, kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva kuhusu hali ya Tanzania. Ripoti inasomeka na hapa na inukuu, kama ilivyo: maandamano yaliyopangwa kufanyika nchini Tanzania siku ya kumbukumbu ya uhuru wa taifa hilo tarehe 9 Disemba kuelekea kwenye maandamano yaliyopangwa kufanyika nchini Tanzania katika siku ya kumbukumbu kumbu ya uhuru wa taifa hilo tarehe 9 Disemba, tunazikumbusha mamlaka juu ya wajibu wao kuhakikisha kwamba raia wanatekeleza haki zao za uhuru wa kujieleza, kujumuika na kukusanyika kwa amani. Tunaishauri serikali kuviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kupanga na kutekeleza shughuli zao kwa utaratibu utakaowawezesha Watanzania Tanzania kutumia kikamilifu haki hizi za msingi. Mamia ya watu wameripotiwa kuuawa na zaidi ya watu elfu mbili wamewekwa kizuizini na vyombo vya usalama baada ya kutokea kwa maandamano kufuatia uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Serikali imezidisha msako dhidi ya wa wapinzani tangu kupigwa kura tarehe tatu Disemba. Polisi walitoa tangazo la kupiga marufuku nchi nzima maandamano yote ya siku ya uhuru. Tunatoa wito wa kuondolewa kwa tangazo hilo, kwani ni hatua isiyo na uiano. Tunavikumbusha vikosi vya usalama, lazima vijiepushe na kutumia nguvu kutawanya mikusanyiko isiyo na vurugu na kufanya kila juhudi ya kupunguza mivutano. Tunawakumbusha tena matakwa ya sheria ya kimataifa katika eneo hili. Kama hayawezi kuepukika, matumizi yote ya nguvu, ikiwa ni pamoja na silaha zisizo hatari sana, lazima yazuiliwa kiwango cha chini kinachohitajika. Silaha za moto hazipaswi kutumika kuwatawanya watu, kama hatua ya mwisho ya kukabiliana na kifo, na inaweza tu kuwa njia ya kukabiliana na hatari ya kifo au majeraha makubwa. Makamanda wa vikosi vya usalama wanawajibu wa kuchukua hatua kabla ya maandamano yote kuhakikisha kanuni hizi zinaheshimiwa. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa tangu katikati ya mwezi Novemba, makumi ya watu wakiwemo wasomi, watendaji wa asasi za kiraia na viongozi wa kisiasa wa eneo hilo wamewekwa kizuizini, huku ukamatwa kwa watu kadhaa ukidaiwa kufanywa na watu wasiojulikana. Usambazaji wa maafisa usalama umeongezwa katika maeneo ya mijini, maonyo yamekuwa yakitolewa kwa maeneo ya biashara, vikwazo vilivyowekwa kwa uuzaji wa mafuta na ufuatiliaji wa mawasiliano ya kidijitali umeongezeka. Hatua kama hizo huhatarisha kuchochea mvutano wa umma na kudhoofisha kwa kiasi kikubwa haki za uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na kushiriki katika masuala ya umma. Wiki tano baada ya uchaguzi, mamlaka bado hazijatoa taarifa kuhusu idadi ya watu waliouawa na mazingira ya vifo vyao, na ripoti za watu kutoweshwa kwa nguvu kuendelea kuto kuwepo kwa taarifa za uwazi kunahatarisha zaidi kuondosha imani ya umma na kuongeza mvutano. Katika wakati huu muhimu, tunatoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti wale wote waliokamatwa kiholela. Ofisi ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa inafahamu kuhusu serikali kuanzisha uchunguzi wa ghasia za baada ya uchaguzi. Kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk anakumbusha kuwa uchunguzi kama huo lazima ufuate viwango vya kimataifa vya uhuru, kutopendelea, ukamilifu, uharaka na uwazi, na ulinzi mkali dhidi ya kulipiza visasi, vitisho, kuwekwa vizuizini kiholela kwa wale wote wanajihusisha na kazi hiyo. Mwisho wa taarifa hii ya Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa.